Kwingineko, kamati ya bunge kuhusu elimu sasa imemwita katibu katika wizara ya elimu Dr. Belio Kipsanga ili kumhoji kuhusu karo zinazoongezwa kiholela hasa katika shule za sekondari. Kipsanga amesema kwamba lalama hizo tayari zimefikia afisi yake na kwamba wakuu wa shule wanahatarisha kushushwa vyeo au hata kufutwa kazi endapo wizara ya elimu itabaini kwamba nyongeza hizo zimefanywa kinyume cha kanuni zinazostahili. Kipsang amesema kwamba sasa wizara itawasiliana na tume ya huduma kwa walimu TSC ili kuweza kujua ni hatua gani itakayochukuliwa dhidi ya walimu hao. Gharama ya elimu ya sekondari imezidi kuwazonga wazazi na walezi ambao sasa wanakumbwa na mzigo mkubwa sana wakati huu wanafunzi wanapojiunga na kidato cha kwanza, na inavyojiri ni kwamba nyongeza hizo zinatekelezwa na baadhi ya shule kinyume cha sheria bila wizara ya elimu kujua.

And Katibu Belio Kipsang alihitajika kueleza sababu za shule hizo kusisitiza kwamba sharti ada zilipwe kwa mihula miwili, huku mihula inayotambulika ni mitatu, jambo ambalo alisema wizara haina habari kuihusu. And 20% in third term. Katibu huyo kisha akatoa tangazo ambalo alisema mkuu wa shule aliye na sikio asikie kamati ikamtaka afisa mkuu wa baraza la mitihani nchini Paul Wasanga kufafanua ukweli kuhusu takwimu za matokeo ya mitihani ya KCPE mwaka jana, ikizingatiwa kwamba hadi sasa wapo wanafunzi waliofuzu kujiunga na elimu ya sekondari lakini hawajapata barua za kuwaalika kujiunga na kidato cha kwanza. About 840000 candidates took the examination and these are the children you are talking about who are looking for form 1 selection. Frank Otieno, KTN Leo, Nairobi.